Ninaomba tusikilize kwa makini salamu kutoka kwa watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe kwa wazazi, kwa majina naitwa Ulisha Tilo Kigereso. Tuombe kwa ajili ya neno. Asante Yesu kwa ajili ya neno uliotupa, amen. Ufunuo ishirini na mbili mstari wa kumi na moja na kumi na mbili nao nasema, mwenye kudhulumu naazidi kudhulumu, mwenye uchafu naazidi kuwa mchafu, na mwenye haki naazidi kufanya haki, na mtakatifu naazidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kanisa, Yesu anarudi kuchukua kanisa lake. Acha kufanya dhambi, acha kutangatanga na dhambi. Yesu anarudi, amua leo, acha dhambi. Yesu anarudi. Itakuwa furaha sana Yesu akirudi ukaenda itakuwa huzuni kubwa Yesu akirudi ukabaki. Ni heri ungeukie Yesu. Asante Mungu, abariki Bwana Yesu asifiwe. Ki, bali mimi nakuja kwa ajili ya Bwana majeshi. Bwana Yesu asifiwe! Daudi alikuwa mtumishi wa Mungu. Mungu anaweka kusudi lake tangu alikuwa mtoto kama mimi. Nguvu za Mungu zilikuwa juu ya Daudi mpaka akaweza kumua Goliati. Na tota sisi watoto wa UCC Mungu ameweka kusudi lake kwetu, namba mtufundishe, ili tuweze kumjua Mungu na ili tuweze kumshinda shetani. Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Asanteni, hiyo ni sehemu ya kwanza. Niombe sehemu ya pili, anayefuata tafadhali. Wazazi, niliposema mchukue bibilia na madaftari yenu, ndio tunakwenda hivyo. Mwishoni tutakuuliza umepokea nini kwenye ibada ya leo. Makofi kwa mtumishi wa Bwana anapokuja na bibilia yake jamani. Bwana Yesu asifiwe, wazazi kwa jina naitwa Deborah Gabriel Sanga. Somo letu la leo linahusu watoto tunaweza kumtumikia Mungu. Andiko letu la somo tutalipata katika Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na nane hadi wa kumi na tisa. Hapa tunaona Samueli alikuwa mtoto mdogo, lakini aliweza kumtumikia Mungu. Kumbe, Mungu haangalii umri wa mtu ili aweze kumtumia. Hata sisi watoto Mungu anaweza kututumia. Hana ni mfano mzuri wa mzazi aliyekuwa na maombi na imani thabiti. Alimshonea Samueli na Ivera kuonyesha kuwa alikuwa pamoja naye wakati wote ili kusudi la Mungu kwa Samweli linakuwa dhahiri. Hana alimwona mtoto Samweli si mali yake binafsi, bali ni zawadi toka kwa Mungu, ndiyo maana aliamua kumrudisha nyumbani pa Bwana. Hivyo wazazi, Hana ni mzazi, ana ni mfano wa mzazi mzuri, inawapasa kutambua ya kuwa sisi ni zawadi toka kwa Mungu. Mungu anatupenda, anataka tumtumikie, amewapatia ninyi ili mtutunze, mtufundishe, mtuonye na kutuelekeza katika njia yake, mtusaidie kujua kusudi la Mungu katika maisha yetu ili sisi watoto tumtumikie Mungu tungali wadogo, na ninyi wazazi wetu mpate baraka kutoka kwa Mungu. Amen. Makofi kwa mtumishi wa Mungu huyu anapotelemka. <laughs> wale wawili wanatokea darasa la saizi ya kina kadogo, wale wadogo kabisa waliofuata. Huyo aliyefuata ni saizi ya kati. Tunaendelea anayefuata. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Prosper Lukamaja Masunga ni mwanafunzi wa darasa la teenagers. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii pamoja na kumshukuru mchungaji pamoja na walimu wangu ambao wameniwezesha kufika hapa. Ni neema kutoka kwa Bwana. Basi nitawapa neno kutoka kwa Mungu ambao amenipa asubuhi ya leo kunena pamoja nanyi. somo langu litakuwa ina maelezo kidogo na nimelipa kichwa kinachosema utumishi wa watoto. Nitazungumzia mambo matatu. Jambo la kwanza, ningependa tufahamu utumishi na sisi una relate vipi? Yaani sisi tuna uhusiano gani na utumishi? Cha kwanza cha kufahamu ni kwamba kusudi la Mungu limo ndani ya kila mmoja wetu. Nitasoma neno toka kitabu cha Yeremia Sura ya kwanza mstari wa tano mpaka wa nane neno la Mungu linasema: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema ah, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe, ni kuokoe asema Bwana. Neno la pili nitalisoma kutoka kitabu cha Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa sita mpaka wa nane. Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa sita mpaka wa nane, nasema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali mbali, kwa kadri ya neema mliopewa ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani ikiwa huduma tuwema katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kurehemu kwa furaha. Hivyo basi kupitia neno la Mungu ni dhahiri kabisa kuwa kila mmoja wetu ana karama iliyo ndani yake. Kila mmoja wetu ana kusudi ambalo limemfanya Mungu amuumbe mtu huyo. Ningetoa mfano kama kuna kiwanda cha mambo fulani labda viti kiwanda hicho kikitengeneza viti hivyo viti vyote vinafanana lakini sivyo kwa Mungu Mungu hajatuumba wote kama watu kila mtu ana kicho ndani yake ambacho ni tofauti na mtu mwingine hata kama watafanya jambo fulani jambo hilo Mungu alivyokusudia kwa wewe kufanya sio sawa na alivyokusudia mtu mwingine kufanya hivyo kila mtu ana thamani mbele za Mungu. Kila mtu akijitoa katika kufanya huduma mbele za Mungu ni furaha kwake. Kila mtu ana namna yake ya kipekee ya kumtumikia Mungu na kuweza kumleta Mungu katika maisha ya mtu kwa upekee. Ningependa unote kwamba neno la Mungu katika Warumi sura kumi na mbili mstari nani mpaka sita mpaka nani, neno inasema, nitasoma mstari sita: basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali Neno la Mungu alisemi basi kwa kuwa baadhi yetu ana karama? Hapana, wote tuna karama, hivyo ni, ku, ni jinsi ambavyo sisi tunaweza kumkaribia Mungu ili kulifahamu um, kusudi lake katika maisha yetu. Kwa hiyo nikutie moyo mwana wa Mungu kwamba lipo kusudi la Bwana katika maisha yako, utumishi wako nyumbani mwake, amina. Nitenda jambo langu la pili ni kwamba Mungu anatuita tumtumikie sasa, wala si baadaye. Nitasoma neno kutoka kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana sura ya tisa mstari wa nne, Yohana Mtakatifu sura ya tisa mstari wa nne. Nasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka madamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi hii. Na maana gani? nitaileta hasa kwa wenzangu vijana um, ni kawaida katika fahamu zetu, katika akili zetu, kuna ile kusema, kuna wakati utafika na mimi nitaanza kutumika, au kuna wakati utafika na mimi nitaanza kufanya kazi ya Bwana. Lakini Yesu anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. It's like ni kama vile ametupa deadline, lakini tofauti ya deadline hii na zingine, au niseme kuna deadline unaweza ukapewa ufanye kazi fulani ndani ya muda fulani, lakini Yesu hajatuambia hiyo deadline lini. So inawezekana leo, kesho, kesho kutwa. Basi sasa, kama una kazi unatakiwa uikamilishe kabla ya muda fulani, lakini huo muda ufahamu utareact vipi kwa situation hiyo? Obviously utafanya mapema iwezekanavyo kukamilisha kila kitu kabla huo wakati usiojua kufika. Kwa sababu neno la Mungu inatuonyesha dhahiri ya kwamba jinsi tunavyomtumikia Mungu ipo thawabu mbinguni ambayo Mungu atatupa kulingana na hiki ambacho tumekifanya tukiwa duniani. Ukitazama hayo yote, hatuna sababu ya kusema tusubirie ufike wakati fulani au mazingira fulani ili tu tushawishike kwanza kumtumikia Bwana. Sasa ndio wakati wa kumtumikia Bwana, na lolote lile ambalo unaweza ukalifanya lenye kumtukuza Mungu, hilo ndio Mungu anataka ulifanye. Amina. Jambo langu la tatu ni kwamba tunawaomba wazazi, mtusaidie na kutuongoza katika kumtumikia Bwana, kwa maana wazazi mnayo nafasi kubwa tu ya kutusaidia sisi watoto kumtumikia Bwana nyumbani mwake. Nitasoma neno kutoka kitabu cha Samueli wa Kwanza sura ya tatu mstari wa tisa. Neno la Bwana linasema kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale. Itakuwa akikuita utasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Neno linaendelea kuonyesha kwamba baada ya Samueli kupewa maelekezo hayo, akawa mtiifu na akamsikiza Bwana, na Bwana akampa ujumbe wake. Hii inamaanisha nini? Wazazi, nyie mnayo nafasi kubwa mno ya kutusaidia sisi watoto kumtumikia Bwana jinsi ipasavyo. Kwa sababu gani? First of all, nyewe wenyewe tunaona mkitumika. Kwa hiyo, kwa namna moja au nyingine, mna uzoefu zaidi na mambo ya kutushauri yapo tu mnayo, ambao mnaweza mkatupa sisi tutakapokuwa tukihudumu katika lolote lile, tuweze kumhudumu Mungu vile inavyotupasa. Kwa mfano, um, kutufundisha jinsi ya kuhudumu madhabahuni, huo ni mfano tu, au kutufundisha jinsi ya kuhudumu, kuhudumia watoto, kutufundisha jinsi ya kuhudumu katika huduma ya usafi, huduma zozote zile, nyie mnayo nafasi ya kutusaidia sisi kufahamu vema huduma hiyo. Hivyo msaada wenu utakuwa na maana kwetu. Kwenye Biblia tunaona dhahiri kabisa kwamba Eli kwa upande wa Samweli aliweza kumsaidia akafahamu kwamba huyu ni Mungu. Samweli wakati huo alikuwa hana ufahamu huo So Eli alifaulu kumsaidia Samueli amjue Mungu, lakini pia tusisahau kwamba Eli kwa wanae alifeli kuwasaidia wamjue Mungu, au alifeli kuwafanya watubu na kugeuka kuacha maisha yao maovu. Hivyo kwa namna moja au nyingine, upo mchango wenu wazazi katika utumishi wetu, aidha uwe mzuri au mbaya. Hivyo tunawaomba mtiwe moyo katika Bwana kutusaidia sisi vijana sisi watoto kumtumikia Mungu kwa maana msaada wenu ni mwema na utakuwa mzuri machoni pa Mungu na kwa kanisa zima. Amina. Neno langu limeishia hapo. Makofi, makofi, makofi mengi.